Na mtazamaji tukisonga ni kwamba wanajeshi wa ulinzi KDF waliandaa ibada maalumu ya ukumbushi wa marehemu Jenerali Francis Ogolla na maafisa wengine wakuu tisa waliouawa kwenye ajali ya ndege mwaka uliopita katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mashujao walimiminiwa sifa tele kwa ujasiri na kujitolea kwao kwa utumishi wa raia, Seth Olale na taarifa kamili. Familia, jamii, marafiki na majeshi ya ulinzi ya Kenya KDF walikusanyika katika kambi la jeshi la Moi Airbase jijini Nairobi kushiriki ibada maalum ya kumkumbuka aliyekuwa mkuu wa majeshi marehemu Jenerali Francis Ogolla na wenzake wengine tisa waliofariki kupitia ajali ya ndege ajali hiyo iliyoshangaza taifa tarehe 18 mwezi Aprili mwaka 2024 katika eneo la Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ilisababisha vifo vya Jenerali Ogola, Brigedia Swale Saidi, Kanali Duncan Keitani, Luteni Kanali David Sawe, Major George Magondu, Kampeni Mohamed Sora, Kapteni Hilary Litali, Sajini Mkuu John Murevi, Sajini Cliffons Omondi, na Sajini Ros Nawera. Despite this, our KDF remains a one force United. Mashuja hao walitajwa kuwa na ujasiri, ukakamavu na uzalendo kwa taifa katika utekelezaji wa majukumu yao. Our loved ones did not die. They took a break to rest in eternal peace. Mmoja wa manusura wawili kwenye ajali hiyo, Kanani Kasaine Ole Kuruta akieleza safari yake ya matibabu. Wito ukitolewa kwa majeshi ya ulinzi wa taifa KDF, jamii na marafiki kuendelea kufariji na familia za marehemu ambao bado wanaomboleza. Seth Olale, runinga ya Citizen.